Kwa nini unataka kutumia? Ni Baba Blessing, sikia Jose. ha? Ha? sikia tu kwa ufupi, saidia tu watoto. Mimi sitaki mambo mingi ati kunyamaza miaka mbili kama nalea watoto peke yangu. Saidia tu hao wa watoto wako, watoto wakuwa na maisha mzuri, watoto wasome, wajua wako na baba, hivyo tu. We fanya aje watoto? mm. We, we, we, watoto kama unataka watoto, tuende kwa itara ya watoto, kuna sheria ya watoto ya kuchukua watoto. Usiniambie mambo nikipea watoto miaka mbili, nimekilelea watoto sababi. So, unataka nikuletea watoto wafanye nini? mwanamke mwingine aenda nilelee watoto? siwezi kubali, kubali sasa <coughs> si wewe ndio tukianza kuongea hivi ndio unakuwanga sasa. Nikuletea watoto kiaje? Mtoto wa miaka mbili nikuletee mtoto ufanyie nini? Na hata watoto usaidi, nitakuletea wache watoto na usaidi. <coughs> <coughs> Jose, wewe sema tu, saidia watoto. Mi sitaki mambo mingi na wewe na watoto, siwezi kupea wangali wadogo.

Hakuna mwenye anapika kelele. Wewe ni ani tu, utasaidia. Utasaidia watoto, mi najua uko kwenye bibi yako, ndio maana unaongea hivi. Saidia watoto, watoto ni wako hata kama uko kazi ama uyuko kazi. Saidia watoto, watoto ni wako. Sikupata na, si na mwanaume mwingine, nilipata tu na wee. Watoto saidia watoto wako, watoto wajua wako na baba, period. Wacha kuniambia vitu, niletee watoto sikifanya nini watoto. Mtoto anaweza lelewa pina mama <tipa>, natuma na, na, na sawa no, na no, ni, ni sawa kama wika. Ona hiyo tu ndio nilikuwa nataka kujua, utasaidia ama usaiti? Na usaiti sasa hata utafanya nini? Sasa inamaanisha we hujazaa watoto, una watoto si hivyo? kuliko mambo mingi ereta watoto ama naminikujia watoto ni kuletea watoto kiaje? kuna itara ya watoto, niambie, nikuje mahali fulani, tukutane kwa ofisi ya watoto, uniambie watoto wanachukuliwa na baba wakiwa miaka ngapi. Kama nihii miaka yenye watoto wako nayo watakubali sasa, ile inaruhusu kama kama